Bwana, mambo vipi mtu wangu wa maana kabisa, karibu sana. Ni simi. Uh, utakomitisha sana kama utaamua kusubscribe, ku comment, ku like na ku share na kuichagua 69 Media TZ kwa media yako pendwa kabisa. Lakini hakikisha tu kwamba kikengele kile kinalia ndi ili uweze kuwa mtu wa kwanza kabisa kupata updates zetu zote. Na hapa unapata mambo mazuri kabisa. It's a girl Sami baby, na nakaribisha hapa tuweze kusenua ama kuzungumzia story ambayo ina trend sana sasa hivi mtandaoni bwana, muziki wa singeli Umekuwa ni mziki. Mambo yamekuwa ni mambo kweli kweli. Mambo mambo yamekuwa yamemkuta bwana nani, bwana Juma Jux bwana, unaambiwa baada ya Jux kuachia kionjo cha wimbo wake mpya wa singele ambao unajulikana kama X wa nani sasa. Wimbo huu bwana umekuwa ni wimbo mzuri, mara baada tu ya Jux kuachia ngoma zake kadhaa ikiwemo Godzine ambayo mara mwisho amefanya na Fino Fino, lakini pia ngoma nyingine nzuri kama si mimi na mambo mengine mengi bwana, harusi mpya huyu bwana sasa huyu Mr uh, wa Priscilla, eh, huyu mkwe wa, wa Nigeria bwana, kupitia chapisho lake mitandaoni, imejakunta sasa, akachapisha video zinazoonyesha kuwa baadhi ya mistari iliyosikika kwenye wimbo wa Juksi na pia kwenye wimbo wa Divosi unaoitwa gharama. Na Meja Kunta uh, ameibuka na madai mazito dhidi ya Devoice na kusema kwamba huenda huo wimbo Devoice bwana amempa bwana Juma Jux, na hii imechukuliwa moja kwa moja kutoka kwenye nyimbo ambazo aidha amezifanya lakini bado hajaziachia rasmi au alimwandikia uh, Devoice. Unaambiwa bwana, mmoja kati ya maneno ambayo Meja Kunta ambaye pia ni msanii wa singeli Tanzania na anayefanya vizuri kabisa amesema, wewe ni mdogo wangu wa rohoni kabisa nina mapenzi makubwa na wewe, ila hiki unachofanya kina tafsiri mbili, dharau au kunitumia. Tunawasiliana kila siku, tunakutana kila siku. Aa, sidhani kama anatakiwa kulipwa hiki. Hivyo ndivyo ambavyo aliweza kuandika Meja Kunta. Sasa bwana, kutoka huko kote tukapita hapa hapa na pale, lakini pia mengi akaendelea kuyazungumza na kusema kwamba Uh, Dvois, inawezekana kwenye hii game nikawa mtu wa kwanza kwenye ambae ina ukaribu. Inawezekana nikawa ndiye mtu niliyekufungulia milango mingi kwenye yako tulipofanya wimbo Kunta.

Lakini bado Meja akaendelea kuzungumza mengi na kutoa la rohoni akaendelea kusanua kwamba hii inaonyesha kiasi gani wewe ni mdogo wangu wa rohoni kabisa. Nina mapenzi makubwa na wewe. Ila hiki unachofanya kina tafsiri mbili kama nilivyokuambia kwamba ni dharau ama kunitumia. Sasa hayo ni baadhi ya maneno ambayo amesema Meja Kunta kumlenga, uh, msanii mwenzie wa singeli ambaye ni D Voice kutoka WCB. Lakini pia mengi yakazungumzwa na mengi yakaelezewa kuhusiana na kionjo hiki cha wimbo mpya e, wa msanii huyo Juma Jux ambaye pia ni mtaalamu wa nyimbo za R&B na sasa akaamua kugeukia kwenye muziki wa singeli. Lakini kumbe sasa kugeukia huko kwenye muziki wa singeli bwana akaja na mazito sasa. Sijui ni kweli sijui ama ndo zile kiki tunazozungumza wasanii kunyanyuana wenyewe kwa wenyewe ama ni nini. Lakini pia mengi yakazungumzwa na wengi wakasikiliza wimbo huo ambao ni wa ex wa nani. Tumpongeze tu Jux bwana na wimbo ni mzuri, kionjo kimekaa vizuri, utamu wake umesikia kweli kweli. Na huenda labda huyu ambaye anazungumzia, mimi tu nahisi, anahisi labda wimbo huo utaenda viral zaidi lakini naendelea kukujuza hapa na kukusanua, ama kukwambia kuhusiana na huu wimbo wa X18. Ni wimbo ambao bwana utafasiriwa kuwa uh, inaweza kuwa ni moja kati ya nyimbo nzuri kutoka wasanii wa Bongo Flava ambao wameamua pia kugeukia upande wa pili. Na muziki wa singeli umekuwa kikua kwa kasi kubwa sana kiasi cha kufanya hata wadau eh, kuwaza basi kupendekeza kuwa muziki huo utambulike rasmi. Na ndio maana hata alama ya muziki wa Tanzania uh, inaendelea kuonekana na vizuri kupitia muziki huu hapa wa Singeli. Tumeshuhudia pia ngoma nyingi zikitoka baadhi ya wasanii wakisifiwa kuwa wana, wanafanya muziki wa Singeli kwenda hugaibuni zaidi, lakini pia tunaona wasanii kibao ambao wanaenda bwana kufanya show huko nchi za nje, na wazungu wanaonekana kuelewa singeli vizuri kabisa. Tuliwahi pia kuzungumza hapa na Amani Fongo akazungumzia pia jinsi gani ambavyo anafanya show na hivi karibuni ataenda kufanya show yake uh, na hivi karibuni atafanya show yake huko Paris na kuweza pia kutangaza muziki wa Singeli unaambiwa Singeli to the international. Kwa hivyo bwana hayo ndio ambayo nakujuza hapa. Lakini mbali na hilo, msanii Jux ama Juma Jux naye ameingia kwenye listi ya wasanii wa Bongo Flava ambao wamefanya muziki wa Singeli na ndio kama hivyo nilivyokuambia, machia ngoma yake mpya Singeli X18 ambayo kwa sasa eh, nafasi wadau wengi wamependa kumwona msanii huyo katika aina hiyo ya muziki, japo eh, chokochoko zimeanza kuingia hapo, mambo imekuwa ni mengi kweli kweli. Sasa kwa mujibu wa mdau mmoja wa burudani amedai kuwa msanii pekee ambaye huenda amebaki kufanya aina hii ya muziki wa singeli ni msanii uh, Alikiba. E, Rayvanny kwenye misibuza akiwa na Dulla Makabila na tumesikia wasanii wengi tu pia wakiachia ngoma zao za singeli ambao ni wasanii wa Bongo Flava. Kwa hivyo bwana, drop comment yako hapa kwenye 69 Media TV kuweza kutuambia. Je, unaonaje wasanii wa Bongo Flava wanavyogeukia kwenye muziki huu wa singeli, wanazidi kuupaisha na kufikisha kimataifa zaidi? Vipi kuhusiana na mabifu ya hapa na pale, kuibiana nyimbo, kuibiana mistari, kwako hii imekaje? Comment yako ni muhimu sana, drop hapo chini. Lakini kabla ku drop unataka kwa tu usubscribe hakikisha kile kikengele kimelia ndi, alafu unaweka komenti yako. Pia usisahau kulike, kushare kila kitu kutoka kwenye 69 Media TZ. mimba kufikia hapa sina la ziada, till next time. So girl Sammy baby, endelea kufuatilia 69 Media kwa update za kutosha.